Ingia daktari. Daktari, oh, nasikia uchungu, nasikia uchungu. Wapi uchungu? Inakuja ikipotea. Sasa nitakuongeza maji ya uchungu ndio hiyo, uchungu ikuje haraka haraka. Mama, funguo za mtoto ama unafungua mtoto na gazeti eh? Mama, umenyama ama mtoto atatoka kwa msitu kama simba. Kaa vizuri, songa hapa, panda juu, songa hapa kabisa. Sisukume mtoto kama sija kuambia usukume. Na hiyo mafi imetosha sasa, nipatie mtoto, wacha mchezo bwana.